Mungu anazungumza kwenye Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, Mungu anazungumza na yeye mwenyewe, anasema na tumfanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu. Wengi wanafikiria huyu mtu wa Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 wanafikiria ni Adamu wa kwanza. Laa hasha, Adamu wa kwanza ni yule aliyofanywa kwenye mwanzo sura ya pili mstari wa saba akafanywa na mavumbi udongo akapuliziwa pumzi ya Mungu mwanadamu au adamu wa kwanza akawa nafsi iliyo hai huyu ndio adamu wa kwanza kwenye mwanzo sura ya pili mstari wa saba lakini yule mtu ambaye Mungu alikuwa anajadili na yeye mwenyewe na tumfanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu kwenye Mwanzo sura ya kwanza ishirini na sita sio adamu wa kwanza. Mtu huyo ni mtu aina gani? Biblia inazungumza katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa tatu na wa 4, anasema lakini ikiwa injili yetu imesitirika, kusitirika ni kufichwa, ikiwa injili yetu imefichwa imesitirika au imefichwa kwa wao wanaopotea, alafu anasema ambao ndani yao mungu wa dunia hii, ile mungu pale ni ya small letter, ni herufi ndogo, ikimaanisha ni shetani, ambao ndani yao shetani au mungu wa dunia hii amepofusha fikra, ametia upofu fikra au mitazamo ya watu wasioamini, isiwe- isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Shetani, bilisi, amepofusha fikra za watu duniani ili nuru ya injili ya Yesu Kristo isiwazukie, isifunuliwe ndani ya mioyo ya watu, maana najua nuru hiyo inapofunuliwa ndani ya moyo wa mtu, mtu huyo atajitambua yeye ni nani katika Kristo Yesu, katika atapokea utambulisho, atafanyia kuwa ni mwana wa Mungu. Kwa Shetani, vita yake kubwa sio hata waganga wa kienyeji au wachawi au washirikina. Vita ya hao ni ndogo sana, vita ya pame na mamlaka ni ndogo sana kwa mtu ambaye aliyepokea kipawa cha neema ya ukovu. Vita halisi na uwanja wa halisi kwa mapambano ni kwenye fikra, kwenye akili kwenye ufahamu. Andika Wakorinto wa pili sura ya kumi mstari wa tatu hadi wa tano. Wakorinto wa pili sura ya kumi mstari wa tatu hadi wa tano, anazungumza kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama, ni bali ni juu ya ngombe za mawazo, juu ya fikira, juu ya elimu zinazojiinua kinyume na elimu ya Yesu Kristo vita tunayopigia nayo shetani ipo kwenye mai. Hata shetani bilisi, kwenye Mathayo sura ya nne, pastakale shetani, baada ya Yesu Kristo kufunga siku 40 usiku na mchana, akaja anamjaribu Yesu Kristo. Alikuwa amshiki mkono hivi au alikuwa amwongozi hivi damu na nyama? Hapana, alikuwa anamjaribu kupitia akili, kwenye akili yake. Anampeleka kilichomsaidia Yesu Kristo pamoja kwamba alikuwa amefunga siku arobaini usiku na mchana, na ni mpako wa mafuta wa Bwana, ni nini anakijua kuhusiana na yeye mwenyewe. Maarifa na ufahamu wa Mungu ndiyo nguvu yetu ya kumshinda shetani, si maana shetani anapotaka kuja kukuharibu kwa kukuingizia mawazo mabaya, fikra potofu, kwa kukuingizia chuki, hasira au roho fulani waga hadi hivi ukiwa unamuona anaitambishwa anatabishwa kamabili shetani anapitia mawazo, akili, ufahamu, anapitia moyo. Ndio maana kwenye Mithali anasema mwanangu, nipe linda sana moyo wako. Kwa nini hui moyo wako? Kwa sababu ndani ya moyo kuna chemi chemi za nini, za uzima. Shetani yeye akaribu atahakikisha moyo wako uko sawa, una uchungu, una maumivu, una frustration, utajaribu na kujiua wewe mwenyewe, utajikataa na kujimaliza wewe mwenyewe yeye atakusababisha tu uchungu. Kwa namna gani? Atakuingizia taarifa yenye giza na uharibifu, atakuingizia mawazo au maneno ambayo yatakuharibu wewe mwenyewe ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema anapofusha fikra shetani, ili injili nuru ya injili ya Kristo isifunuliwe ndani ya mioyo ya watu, yeye aliye Yesu sura na utukufu wa Mungu wetu. Kwa hiyo anaposema kwenye Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, natumfanye mtu kwa sura yetu, kwa mfano wetu, alikuwa anazungumzia na Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo ni Mungu aliyekuja kuvaa mwili. Mungu ni roho, yeye aliye neno, Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka kwa wa tatu, yeye aliye neno aliye Mungu aliyekuwa hapo mwanzo. Hakufanyika chochote pasipo yeye, huyo neno, huyo ambaye ni Mungu, ambaye ni roho. msala wa kumi na nne Yohana sura ya kwanza anasema neno au Mungu akafanyika mwili, ndio Emmanuel. Kwa hiyo sura na mfano wa Mungu ni Mungu aliyeuvaa mwili, ambaye ni Emmanuel. Kabla ya kufa na kuzikwa na kufufuka, alikuwa mwana wa pekee mmoja tu, Yesu Kristo, lakini baada ya kufa kuzikwa na kufufuka kupitia mauti ya msalaba, alipofufuka alituzaa wengi. Mwana wa Mungu wa pekee sio Yesu Kristo mwenyewe, yoyote anayeamini katika kazi kamilifu ya kidhabihu Kristo Yesu alifanya anapewa uwezo wa kufanyia kuwa ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo wana wa Mungu wa pekee na kweli tupo wengi.